Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mimi jina langu naitwa Fakih Hamad Omar, jimbo la Pangawe, shehia Akinoni. Mimi ni wakala mzoefu toka utawala wa Salmini Amori wanayemuita Komando. Nilichokishuhudia siku ya tarehe ishirini na nane kwanzia tarehe ishirini na saba sisi mawakala sote tulikuwa hatulali majumbani kwetu tunalala sehemu tunazozijua sisi wenyewe na Mwenyezi Mungu. Nilichokishuhudia siku ya tarehe ishirini na nane yalikuwa anakuja magari ya kijeshi ambao amepatia raia ambao amevalishwa mayunifomu ya jeshi. Kituo nilichosimamia mimi, kituo namba moja, nilichokishuhudia mimi ni kuwa watu walikuwa wanakuja kupiga kura bila kuitwa majina, alafu chengine watu wanapiga kura wanabakia ndani mpaka mie tumbo likawa linaniuma. Sasa nikiwaambia mapio, mapio wote walikuwa ni mabubu hawazunguzi na mimi kabisa. Mimi kwa tena naumia, sina uwezo wa kujizuia. Baadaye ndicho kishuhudia chengine, watu wanapewa vipande, wengine wanavaa vizibao vya tume wanakuja kupiga kura. Baadaye kuna vitambulisho vingine ambao tulivikamata nacho, hapa kwenye ushahidi wa simu nitakionyesha chengine tulidai fomu kabla ya kutaka kuendelea na kupiga kura, mimi nilikuwa sijibiwi kwa sababu mawakala mapio wote walikuwa ni mabubu. Chumba changu mekawa navumilia, tukutoka siwezi kutoka, nikasimamia mpaka saa nane kasode kambili, wakasema wapiga kura wameisha, tufungeni kituo. Kituo kilifungwa saa nane kamili, sisi hatukupewa fomu za ufunguzi, hatukupewa fomu za ufungaji. Kwa kweli kura hazikuhesabiwa. Kuna zoezi lilisimama muda mmoja, kwa sababu mwakilishi ambaye ni mwanasheria wetu alikuwa anafuatilia muda mwingi, mpaka zoezi likasimama, lakini baadaye likaendelea. Kwa hiyo tulichoshuhudia, tulika mpaka saa mbili pale twalinda visanduku, hatujui vinaenda wapi. Sisi wengine tukapoharusa tuondoke siku ya tarehe ishirini na tisa. Sasa mimi ndiye mtu wa mwanzo kudai vile fomu, tulipewa fomu za ufunguzi vizuri, baadaye tukapewa za ufungaji. Siku ya tarehe 29 tulidai fomu tukapewa fomu vizuri, tukaendelea na uchaguzi. Jambo la mwanzo mimi nilidai daftari, nikaulizwa daftari la nini, nikamwambia daftari la wapiga kura, tunataka tujue wanaopiga kura na waliokuwa hausiki kupiga kura. Kwa kweli madaftari sisi wengine tulipewa, lakini sisi sehemu, wao walikuwa na daftari lao ambalo kuwa lina maandishi hamna picha, kwa hiyo mtu akiitwa jina kama picha yake pia hakuna anapiga kura wana kwa sababu anakuambia sisi tushamuona huku kwenye daftari letu. Tukaendelea tukaendelea mpaka mwisho tushamaliza uchaguzi, wakatia zile kura zao nyingine. Kwa kweli kura zinatumbukiza kwenye kisanduku kura la rais ilikuwa tayari zishajaa, lakini zinalazimishwa hivyo hivyo, zinagongwa kwa mikono, zinaingia hivyo hivyo kwa nguvu. Baadaye mimi nililetoa chakula. Kwa kweli, sikufichi, wenzangu, mimi sikula chakula cha mchana, nilikula daku maana wenzangu siem wanaletwa chakula wanakula ndani alianza kuja kutoa vitisho sasa. Jamani, tunataka kuhesabu kura, tusije msikia mtu yoyote kuzungumza, atakayezungumza kitakaje mkuta asije kulianasie mimi. Nkamuuliza, unamaanisha kitu gani? Hebu tuweke wazi, tufafanulie, unazunguza kwa maana gani? Akasema, mimi nishasema. Kaambia sawa, tukaenda zikahesabu kura mpaka zikamaliza. Baada ya kushamaliza kuhesabu kura, tukaambia tieni saini. Mimi kidogo sijui kama nilichanganyikiwa, nilikuja nikatia ya saini kuja kuangalia nshati ya saini na iangalia fomu kura za rais zilikuwa 172, CCM wana kura 160, lakini nakuja kuta zile zangu zishapunguzwa nimeandikiwa 130. Sasa za rais ziko 233, ah, niwaambia hii fomu siitaki. Kwa kweli nilizua tifu kubwa sana sana sana, ikawa sasa tunazozana, huyo PO bonge anaranda kila kituo, ile bonge na wakija wananongezana na, wananogeza na wana mapio wenzake ma mapio walikuwa wako wengi, chumba changu karibu kumi. Yani mimi hata nikasema, ikawa sisikilizi, basi nikamwambia yule pio, wewe unajiona una punzi, lakini unachokifanya sio halali na mimi sitowasamehe mpaka siku ya kiyama. Hicho mlichonifanyia sikubali, naomba nibadilishwe fomu, naomba nibadilishwe fomu. Kwa kweli walikataa kunibadilishia fomu. Kuna dada yuko mbele yangu, sitaki nimtambulishe, labda ndio akanambia, Fakih toka nje, tushapigiwa simu na viongozi, tutoke, utakuja pigwa. Nikwambia, mimi wacha kwanza nipate haki ya watu, kwa sababu mimi nimetauliwa hapa, mimi ni msimamizi wa haki ya watu. Toka Fakih, nikatoka. Dada yangu yuko mbele ananitizama pale, kwa hiyo ilibidi nitoke. Kwa kweli, nilihuzunika, sikuweza kula na hata sikuweza kulala nyumbani mwangu. Kwa hiyo uthibitisho nilionao zaidi huu hapa.